I want you to stop whatever you're doing. Naomba unisikilize kwa umakini sana, nataka nikushirikishe hadithi fupi tu. Kama utanisikiliza kwa umakini kile nitakachokueleza, na ahidi maisha yako yanaweza kubadilika kabisa. Mwaka 1961 nilikuwa na miaka 26 tu, sikuwa nimefanya jambo lolote kubwa au jambo lolote la maana katika maisha yangu. Nilikuwa nimepotea kabisa, maisha yangu yalikuwa hayana tumaini hata kidogo. Niliacha masomo yangu muda mfupi tu baada ya kuanza sekondari, nikaanza kufanya kazi ndogo ndogo, lakini hata hizo kazi ndogo ndogo hazikuweza kudumu. Siku moja katika kufanya fanya kazi kwangu, nilikutana na bwana mmoja akaniambia hivi, kama utafanya kitu nitakachokuambia maisha yako yatabadilika kabisa. Unajua, maneno kama hayo nilikuwa nimeshawahi kuyasikia mara nyingi sana, watu wengi wakiniambia, na nilikuwa siwasikilizi, lakini kwa sababu fulani ya ajabu nilimsikiliza mtu huyu. Jina lake aliitwa Lane Stamford. Akanipa kitabu kilichokuwa kimeandikwa Think and Grow Rich, fikiri na utajirike. Akaniambia, nataka usome kitabu hiki na ufuate kile kilichoandikwa. Kisha akaniuliza unataka nini hasa. Kiukweli ni kwamba kitu nilichokuwa nakitaka kwa wakati huo kilikuwa ni pesa tu. Wakati huo nilikuwa ninalipwa pesa ndogo sana, lakini pia nilikuwa nina deni ambayo nilikuwa ninatakiwa nililipe kila mwezi. Kwa maneno mengine, kama ningekuwa ninalipa kila senti nililokuwa nikiipata basi ingenichukua miaka miwili mfululizo bila kufanya chochote kile cha maana katika maisha yangu isipokuwa kulipa tu madeni. Unaweza kuona ni namna gani nilikuwa katika hali mbaya. Basi akaniambia hivi, kama unachotaka ni pesa, basi ndio maana haupati unachotaka. Akasema sasa nisikize kwa umakini. Ukweli ni kwamba nilikuwa tayari kufanya chochote kilicho halali ili kupata pesa. Akaniambia hivi, kuna pesa nzuri unaweza kuipata kwa kufanya usafi kwa hiyo nikaanza kufanya kazi ya kusafisha ofisi. Nilikuwa nalipwa dola 15 mara mbili kwa mwezi, kama shilingi elfu 75 hivi ya Kitanzania. Nilifuata maagizo ya Bwana Lei kwa usahihi kabisa, bila kupuuza kitu chochote kile. Unajua nini? Ndani ya miaka mitano nilikuwa ninasafisha ofisi Toronto, Monetro, Boston, Cleveland, Atlanta hadi London, Uingereza. Katika ule mwaka wa kwanza tu, kipato changu kilipanda kutoka dola 4175 hadi zaidi ya dola milioni moja. Kitu cha ajabu ni kwamba sikuwa najua hata nilikuwa nafanya nini. Kama mtu angeniuliza ni nini hasa ninafanya, ningesema tu ninasafisha ofisi. Lakini kulikuwa na watu wengi sana ambao walikuwa wanafanya kazi kama yangu ya kusafisha ofisi kama mimi, ila hawakupata matokeo niliyokuwa nikiyapata mimi. Nilikuwa nikisoma kitabu cha Think and Grow Rich na watu wengi walikuwa wanasoma pia, lakini hawakupata matokeo kama yangu. Na hapo ndipo nilipoanza kujiuliza kwa nini mimi ninafanikiwa kupata matokeo.

nilitaka kujua sababu yake zaidi nikaanza kusoma kwa umakini na nikafuatilia mafundisho yale kwa ukaribu sana baadaye nikaja nikaacha kazi katika kampuni hiyo na nikahamia chicago nikaanza kufanya kazi nyingine iliyokuwa inanilipa dola elfu nane kwa mwaka miaka mitano baadaye nilikuwa napata zaidi ya dola elfu thelathini na tatu nikafanya kazi bega kwa bega na earl nightingale pamoja na lloyd conant walikuwa wakinifundisha kwa hekima kubwa sana nilitaka kuelewa kwa nini baadhi ya watu hua wanafanikiwa na kwa nini baadhi ya watu huwa hawafanikiwi nilipokuwa chicago siku moja nilimwona Lord kwamba uliwezaje kuanzisha kampuni hii? Akanijibu, huwa nasoma kitabu hiki mara kwa mara kila wiki. Kitabu hiki kimenifanya nianzishe shirika la kiwango cha kimataifa. Nikamuuliza, ni kitabu gani hicho? Akanipa nakala ya kitabu kilichokuwa kimeandikwa The Science of Getting Rich, sayansi ya kupata utajiri. Hichi ndicho kitabu kilichotumika kuandaa filamu maarufu sana ya The Secret, siri ambayo inasemekana kubadilisha mtazamo this na maisha ya watu wengi sana zaidi ya watu milioni 380 duniani. Nilishiriki pia katika filamu ya The Secret the, na ninakumbuka maneno ya Dr. Wernher von Braun aliyoyasema kwamba sheria za asili ya ulimwengu ni sahihi kiasi kwamba tunaweza kutuma watu mwezini na wakafika. Jambo hili lilinifanya kuona kwamba kama ulimwengu unaweza kufanya mambo magumu kwa usahihi tu wa kisayansi, basi kuna mfumo wa kisayansi ambao unaweza kusaidia mtu kupata utajiri na sio bahati tu. Nilitambua kwamba kuna sayansi kamili ya kupata utajiri na sio bahati tu, na ndipo nilipoanza kuifundisha sayansi hiyo. Unahitaji kuijua sayansi ya kupata utajiri kwa sababu shuleni hauwezi ukafundishwa mambo kama haya. Kitabu hiki cha The Science of Getting Rich bado kinawasaidia watu wengi sana, kuwaonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kupata pesa. Watu wengi wanapata pesa lakini hawajui kwa nini. Kama una malengo na ukasoma kitabu hiki kwa umakini na ukadhamiria kuelewa basi ni lazima ukaigundua seri hiyo. Mimi nilishaigundua na nimekuwa nikiifundisha kwa zaidi ya miaka 40 duniani kote, na huwa ninawaambia right right watu kwamba kama to... ningekuwa ni wewe, basi to... ninge ni ningeacha kila money kitu because na ningeenda kujifunza mambo haya no school, hata kama ningetakiwa kutoa pesa kiasi gani, basi mimi ningekopa ili niweze kupata maarifa haya, kwa sababu maarifa haya yamebadilisha maisha yangu na ninaamini yanaweza kubadilisha maisha yako pia. Ninajua ndani yako kuna kitu unachokitaka zaidi, na roho yako inataka kukua. Roho yako inataka kupanuka zaidi na inataka kujieleza lakini pia kuna kitu kinachokuzuia paradigm. Kuna tabia fulani ndani ya akili yako inakuzuia. Unapaswa kuishinda tabia hiyo na kuisikiliza sauti yako ya ndani inayokuelekeza kwenda mbele. Usimuulize mtu mwingine nini cha kufanya, isikilize sauti yako ya ndani. Najua kabisa unataka maisha bora, na ukweli ni kwamba unaweza ukayapata.